Ndugu mtazamaji, rafiki yangu, na kusalimu kwa jina la Yesu. Hii ni mara ya kwanza kutengeneza kipindi kwenye lugha ya Kiswahili. Nimefurahi kupata wakati huyu ili tuzungumzie eh, kuhusu mambo ya Mungu. Ivi kweli Yesu anakaribia kurudi. Hii ni swala watu wengi wamaisha jiuliza tena, wakati wa mitume, wakati wa Paulo na wakina Timoteo, kuna wengi waliuliza, wakamuuliza Petro, twambie ni kwa nini, alishakuja ama hajakuja? izi siku hizi nyakati tunazokalia wakati huyu ni nyakati ngumu sana, tunamngoja Yesu, arudie kutukua kanisa lake. Watu wengi hawaamini, lakini Yesu mwenyewe amesema, mimi naenda kwa Baba kuwatengenezea nafasi na kule kuna manyumba mengi, asingekuwa ningewajulisha, lakini naenda kule na nitarudi niwachukue, ili muwe nafasi ntakuwa hiyo. Hilo njo neno Yesu aliahidi mitume yake, na sisi njo mitume ya Yesu kwa wakati huu tunamgoja kwa hamu kubwa, ili arudi. Alitupatia neno kuhusu uokovu, ili mutu aokolewe, anapashwa kumuitika Yesu kama mfalme na mwokozi wake. Hakuna nyingine njia, Yesu mwenyewe amekiri kwamba yeye njo njia na uzima na ukweli. Hakuna mota anaweza kufika kwa baba yake bila kupitia kwake yeye. Yesu amekuja hapa kuondoa dhambi zetu, alikufa kwa ajili yetu. Nilizungumza kwa miaka kadhaa, nadhani ni kama miaka ishirini iliyopita Mtu huyo alikuwa na imani lakini imani hiyo haikuwa haikuwa inamruhusu ama inamtuma kuhubiri neno la ule mwenye alikuwa namitika. Nikamwambia rafiki yangu, wewe unapashwa kutubu dhambi zako na kumwamini na kum pokea Yesu kama mfalme na Mwokozi wako. Akasema, mbona mimi niko na imani, lakini imani yangu hainihimizi kukimbia nyuma ya watu na kuambia mambo ya uokovu. Nikamwambia ndiyo, lakini uokovu unahitaji huo, kwani una dhambi na kila mutu alitenda dhambi na dhambi haiwezi kutoka kwenye mutu. Ile gharama ya dhambi haiwezi kutoka kwenye mutu isipo kuoshwa na damu ya Yesu. Akasema sasa dam, dhambi zangu zitato, zita, zitatoshwa na nini? Nikasema ni hilo hilo nimesha kwambia, ni damu la Yesu tu linaweza kuponya dhambi yoyote. Aha. Alichukia sana kusikia hiyo, lakini mimi ningali nafurahia kuwa nimemwambia mambo hayo. Hata wewe ukunaniangalia unaniona kwa mara ya kwanza kabisa. Mimi ni mzee wa miaka sitini na tatu, nimezaliwa Burundi na kaa Ujerumani kazi yangu, nafanya kazi sekula na ingine kazi ya kuhubiri neno la Mungu. Kwa maisha yangu nilitumika kama mwalimu wa shule ya sekondari, na kisha nikatumwa hapa huku Ulaya, uh, kimasomoni kutokana na vurugu zilizotokea huko nchini. Sikurudi, nilirudi baada ya miaka kumi na tano nyuma ya vita vilivyo, uh, kumba nchi ya Burundi mnakumbuka, na miaka ya tisini na tatu mimi kwangu nilirudi nyumbani mwaka wa elfu mbili na nane nikakutana nchi imebadilika, watu wengi wamekufa, lakini nikakutana kuna Um, watu wengi wamekubali wameitika Yesu Kristo kama Mwokozi wao na mfalme wao. Eh. Sasa zingine hatukuwa na haja ya kupoteza watu wengi kama vile ili tuokoke ne, maana tulikuwa tumesikia neno la Mungu mbele lakini tukalizarau. Kuna rafiki yangu huko Tanzania, aliniongelesha akasema, mimi nadhani Mungu anataka kusaidia nchi hii ili waachane na mambo ya uchawi na mambo ya upotofu na ujinga inayotokea hapa. Kuna mengi, lakini uokovu, rafiki yangu, ni wa kwako pekee. Mimi siwezi nikaokoa mtoto wangu, siwezi nikaokoa mke wangu siwezi nikaokoka nikaokoa yoyote, lakini hapa nikihubiri na ukisikia, ukachunguze wendi, ukachunguze uchukue neno la Mungu leo leo. Ukiitika Yesu kama mfalme na mwokozi wako, utapona, utapona na utapata uzima wa milele hapa tulipo wengi walikuwa na walisha kufa, na kila siku tunawaona watu wanakufa hapa na pale. Hiyo kila mtu anajua, lakini ujue wanaenda wapi? Hii ni wakati wako wa kujiamua. Ebu samahani sana, ni wape pole ndugu zangu wa Tanzania. Nawapenda sana, mimi nilitibiwa huko na nilipenda sana nchi hiyo. wa ndugu zangu wa Tanzania, wanayonijua wanajua gisi mimi napenda nchi hiyo. Sasa sina mengi ya kuongea nanyi, mengi naweza kuwaambia, ni kuwaita mpokee Yesu kama mfalme na mwokozi wenu na mengi yako napitia, nazani niliwaandikia. Ni, nili, <laughs> nili marafiki yangu wenye uko huko, nikapata fursa ya kusoma nani, um, Zaburi moja e, iliyo nifurahisha sana ya Zaburi ya, ya arobaini na sita. Ngoja tusome hii pamoja. Mungu hajachelewa kusaidia, hajachelewa kuokoa. Hii njo wakati wako wewe kuokolewa na Mungu huyo huyo aliye unda uh, dunia na mbingu. Tuko tunasoma Zaburi, njoo tusome Zaburi arobaini na sita. Zaburi 46 inasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakayeonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika ija nchi, ijapotetemeka mlima moyoni mwa bahari maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka mlima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vyaufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katika yake hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yaligadhibika, falme zikataharuki, alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Haya, mtaendelea kusoma eh, na hii Zaburi ya 46. Na kwa hii na nimemaliza kipindi hiki nikiwasalimia kwa jina la Yesu. Ningependa kuzungumza mengi, lakini Kiswahili changu hakitoshi kwa masumurizi marefu, lakini niko hapa kama mnataka kuniongelesha, karibu. Tuko na namba kwenye YouTube video hapa chini, mnaweza nitumia ujumbe ama tunaweza sumulia. Mbarikiwe sana huko nyumbani, na wapenda sana kwaheri.